Kulikuwa na bwana mmoja aliyejulikana kama Voltaire ambaye jina lake halisi lilikuwa Francois Marie Arouet. Alikuwa mmoja wa wanafalsafa mashuhuri wa Ufaransa katika karne ya 18. Alijulikana kwa akili yake kali, uandishi wa kejeli na msimamo wake mkali dhidi ya dini, hasa Ukristo. Alitumia maandiko na mijadala yake kupinga Biblia, mafundisho ya kanisa na hata kuwepo kwa Yesu Kristo lakini licha ya umaarufu na ushawishi wake mkubwa, maisha yake ya mwisho yalijawa ya na hofu, maumivu na majuto ya ajabu. Voltaire aliamini kwamba dini ilikuwa chanzo cha migogoro na ujinga. Mara nyingi alisema kuwa Ukristo ulikuwa uongo mkubwa wa kihistoria. Aliandika vitabu na mashairi vilivyokejeli Biblia na hata kutabiri kuwa baada ya miaka mia moja Biblia na Ukristo vingekuwa vimesahaulika kabisa. Katika majigambo yake Voltaire alisema, ekane moja, baada ya mimi hakuna atakayesoma Biblia, eye itapatikana tu katika makumbusho. Alinunua nyumba kubwa na akaitumia kama makao ya kupinga Ukristo. Aliandika, alizungumza na alijivuna kuwa na akili zaidi ya wahubiri wa kijijini, lakini Mungu hakushangazwa na kelele za dunia. Hakika historia huwa na ucheshi wa kimungu. Alitumia mali na ushawishi wake kueneza falsafa ya msimamo wa kutoamini Mungu, deism na mantiki ya kibinadamu kama njia ya pekee ya kuelewa ulimwengu. Licha ya ujasiri wake wa hadharani, ripoti nyingi kutoka kwa mashuhuda wa karibu zinasema kuwa Voltaire alikumbwa na hofu kubwa alipokuwa karibu na kifo. Alianza kupata maono ya ajabu, alilia kwa uchungu na kutaka msaada kutoka kwa watawa na madaktari wa kanisa. Alikuwa na hofu ya ajabu ya hukumu ya milele. Daktari wake binafsi alieleza kuwa Voltaire alilia mara kwa mara akisema, Yesu Kristo mwana wa Mungu, naomba unisamehe. Inasemekana alilia kwa sauti kubwa, akishika kichwa chake, akitamka kuwa hawezi kuishi au kufa kwa amani. Watu waliokuwa karibu naye walibaki na mshangao mkubwa, jinsi mtu aliyeonekana kuwa jasiri alipokabiliwa na kifo chake mwenyewe. Mmoja wa wauguzi wake alisema e, kama Voltaire ndiye mfano wa mtu asiyeamini Mungu, basi nitafanya kila niwezalo kumwamini. Lakini pia kisa hiki kinafanana sana na kisa cha Charles Templeton e, aliyempinga Yesu na kuishia kwa majuto. Katika miaka ya elfu moja na mia tisa na arobaini jina la Charles Templeton lilikuwa maarufu katika viwanja vya mikutano ya Injili nchini Marekani na Kanada. Alikuwa miongoni mwa wahubiri mashuhuri kabisa akiwa bega kwa bega na Billy Graham aliyekuwa rafiki yake wa karibu. Wakati huo wawili hawa walihubiri kwa nguvu nyingi wakivuta maelfu ya watu kwa Yesu Kristo. Templeton alikuwa mtu mwenye vipawa vya kipekee, mdomo wake ulijaa hekima, hotuba zake zilikuwa moto wa kiroho, na wengi walimwona kama nyota inayochomoza angani. Lakini katika kilele cha mafanikio yake ya kiinjilisti, kitu kisichotarajiwa kilianza kujenga makazi moyoni mwake: mashaka. Templeton alihisi kwamba baadhi ya mafundisho ya Biblia hayaeleweki akilini, hasa alipokutana na maswali ya kisayansi kuhusu uumbaji na umri wa dunia. Alijiuliza, e, ikiwa Mungu ni wa rehema, kwa nini kuna mateso, magonjwa na vifo vya watoto wadogo? Maswali haya yaligeuka kuwa mizizi ya mashaka na badala ya kutafuta majibu ndani ya Biblia alielekeza moyo wake kwenye sayansi na falsafa. Templeton akaamua kwenda kusomea theolojia katika chuo kikuu cha Princeton. Lakini hapo ndipo aliingia kwenye njia panda. Mafundisho ya wasomi wa kidunia yalimtia giza na badala ya kuimarisha imani yake yalimporomosha. Miaka michache baadaye Templeton alitangaza rasmi kwamba haamini tena kuwa Yesu ni mwana wa Mungu. Alikiri kuwa amekuwa mpagani, na aliandika kitabu kilichozua gumzo kiitwacho Farewell to God, e, kwa heri kwa Mungu. Katika kitabu hicho alidai kwamba Ukristo umejaa uongo, na akasema kuwa Biblia haiwezi kuaminika. Wengi walishangaa, aliyekuwa taa sasa alikuwa kivuli aliyekuwa analilia wokovu wa wengine sasa alihubiri mashaka. Rafiki yake Billy Graham alihuzunika sana na kuendelea kumwombea. Miaka mingi ilipita, Templeton alizeeka na afya yake ikaanza kudhoofika. Aliugua ugonjwa wa Alzheimer, lakini bado alikumbuka mambo ya zamani. Mwandishi mmoja alimtembelea kumhoji kuhusu maisha yake. Alipofika kwenye swali kuhusu Yesu Kristo, Templeton alinyamaza kwa muda. Kisha macho yake yakaanza kujawa na machozi. Kwa sauti ya uchungu akasema, Yesu alikuwa mtu wa ajabu, ninamtamani sana, inamkosa sana. Hata akiwa ameandika kitabu cha kumkana Mungu, moyoni mwake kulikuwa na huzuni na hamu ya kurudi kwa Yesu. Ingawa ulimwengu ulimwona kama mtu wa falsafa, ndani yake kulikuwa na pengo ambalo sayansi haikuweza kulijaza. Ndugu msikilizaji, usiwe kama Voltaire na Charles Templeton, usidanganywe na maneno ya dunia. Akili ni zawadi, lakini imani ni uzima. Wengi wamekuwa na elimu kubwa, lakini mwisho wao ukawa giza kwa sababu walimkataa Yesu. Leo hii unayo nafasi ya kuchagua. Je, utamkataa Yesu kwa sababu ya maneno ya wanadamu, au utampokea kwa sababu ya ushuhuda wa moyo wako? Yesu yuko hai. Biblia bado inasomwa, na wale waliompinga hii, majina yao yamesahaulika, lakini jina la Yesu bado linaponya. Tafadhali bonyeza laiki, jiandikishe kwa chaneli yetu na usambaze simulizi hii kwa wengine. Ujumbe huu unaweza kumkomboa mtu anayeyumba. Asante kwa kutazama. Depa Media i mahali pa maarifa, imani na mafunzo.